Katika channel ya Fyip Marketing na kwenye video leo nakwenda kukuambia ni faida zipi ambazo zinapatikana kwenye kutoa comment. Kwanza, tunakwenda kujua comment, uh, unapotoa comment ina faida gani kwa wewe unayetoa comment na ina faida gani kwa ambaye ana YouTube channel yake. Hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel ya Fyip Marketing kwa ajili ya kujifunza masuala ya tech, AI tools na jinsi ya kutumia AI kwa faida zaidi. Kwanza, tunaposema kwamba kutoa comment ina faida gani? Kwanza tuna pande mbili hapa, kimsingi ni kwamba tuna upande namba moja ambao ni kwa anayetoa comment na upande namba mbili nyo, ambaye ni mhusika au mtengeneza video. Kwanza tunaanza na wewe ambaye unatoa comment. Comment na kusaidiaje? Comment na faida gani kwako? Kwanza tukianza namba moja, ukiwa kutoa comment, comment, comment, kwanza nakuwa ni rahisi wewe kuji, kujiweka karibu na mhusika au mtengeneza mauzui content creator wengi au wasanii ambao um, tunaweza kusema walimu. Ukiwa na mazoea ya kutoa comment, tayari wanakuwa wanakunakili, wanajua kwamba yes, kuna mtu nikiwekaga content zangu ana ana anazinakili. Nakua unatengeneza ukaribu kati ya wewe na mhusika mwenyewe. Kwa hiyo comment inaweza kukujengea ukaribu, pia inaweza kufanya ufahamike zaidi. Kwa njia gani? unapokuwa unatoa comment uh, ukaeleza zaidi kama nawewe na, na, na una mawazo au una idea kupitia hiyo video ambayo ulitizama, ukaeleza zaidi, watu wengine wakajifunza kupitia wewe, na kwa njia rahisi ya watu kukufahamu, na ikawa ni njia wewe kujitangaza na knowledge yako ambayo unayo. Kwa hiyo kutoa comment pia ni muhimu kwa wewe ambao unatizama video, kama tu uh, ambaye ametengeneza video atakuwa kuna sehemu mfano amesahau au kuna sehemu kaenda vibaya, sio vibaya ya kumshauri au kumkosoa au sio vibaya kumpongeza, aa, kama kuna nini. Kwa hiyo comment ni muhimu kwa namna yote ile, kwa we ambayo unatizama video. Na pia comment pia inakusaidiaji wewe unaitoa comment, kama mfano uliuliza swali na ujui unapokuwa unatoa comment inakuwa ni rahisi watu kukujibu. Unakuwa unajikuta unapata majibu mengi, unajifunza mengi kwa wakati mmoja. Let's say, uh, kuna, kuna kitu unataka kujifunza na kwenye video hiyo hakueleza vizuri, unaweza kuuliza kwenye comment. Lakini pia kwenye comment kuna nafasi ya kureply, kuna watu wanaweza wakaja wakareply na ukaweza kujifunza zaidi kupitia au watu wengine, kwa sababu kila mtu ana knowledge, kila mtu ana sehemu ambayo kidogo anauelewa. Kwa hiyo unaweza kupata nafasi nzuri ya wewe ku elewa zaidi na ukaweza kufundishwa na watu wengine kupitia comment. Kwa hiyo comment ina faida kama hizo mbili kwa wewe ambaye unatazama video. Na pia kwa ambaye anatengeneza mauzo ya content creator anapata faida gani kwa wewe unapotoa comment? Kwanza kuna watu wanafikiri comment inalipa kutoa comment. Lakini ukweli kabisa comment hazilipi, zinazolipa ni views au watu ambao wanatazama matangazo. Ah, tunaposema comment ina faida gani hata kama kweli hailipi kwa mtu mwenyewe, lakini bado inakuwa ina faida zake, na ni faida zipi ambazo unazipata wewe ambao unatengeneza mauzo yako kama mtu akitoa comment? Kwa sababu unapokuwa unatoa, watu wanapokuwa wanatoa comment nyingi kwenye video zako, ah, YouTube wanakuwa wanaona okay hii video inapendwa na wengi. Kwa hiyo wanapotoa comment nyingi inakuwa ni ni njia rahisi ya video yako kusambazwa na YouTube na maana YouTube na akuwa naona kwamba watu wanapenda hii video, inakuwa ni rahisi video yako kupromotiwa. Wanaipromoti kwa kwenye sehemu nyingi, watu wanitazama, unapata views nyingi kupitia kwamba kuna watu wengine walitoa comment. Kwa hiyo comment kwa sisi ambao tunatengeneza mauzo au sisi content creator inatusaidia ku gain views nyingi channel yako inakuwa promoted, kwa hiyo channel yako inakuwa inapelekwa sehemu mbalimbali, hata mtu hajauliza swali, mtu hajasachi video yako inakuwa iko pale, kwa hiyo inakusaidia kwenye optimization. Nadhani wale ambao wanatengeneza content wananielewa. Kwa hiyo comment content yako kiwa na comment nyingi na tusaidia sisi kwenye video zetu kusambaa au kwenda mbali zaidi. Nadhani mpaka hapo nitakuwa nimeshia hapo kwa leo, ila kwa ufupi tu nimekueleza faida za comment kwa ambaye anatizama na mwenye video yake. Kama unaona knowledge au una kitu cha kuongeza ambao tunakifahamu, usisahau kuweka comment na wewe tujifunze kupitia wewe. Asante, ni Fyip Marketing. Kama unavyoona tunafundisha, tuna video zaidi ya 175 ambazo tumefundisha njia mbalimbali za tech. Kwa hiyo ingia hapo, unaweza kujifunza zaidi. Kama unavyoona maswali AI kuna masuala ya kutengeneza pesa online, kuna kutengeneza website, kuna masuala Telegram, codes mbalimbali na review AI tools na ni hivyo mambo ya chat GPT. Kwa hiyo unaweza kuja kujifunza kupitia channel yetu hii, asante.